Waislamu wenzangu, Bwana Yesu asifiwe inshallah. Halo. Bwana Yesu Kristo kanituma kwenu nije nitoe dawa. <laughs> Takbiri, kwa wale walionielewa naomba waje mbele tuimbe kwa <laughs> tumsifu mtume Kristo kwa kuzisoma zake haya. Bwana Yesu asifiwe, Alhamdulillah.

akikithirisha katika dua zake akisema: ya muqallibal qulube, iwe mwenye kuzibadilisha nyoyo. Thabbit qalbi ala dinik, uthibitishe moyo wangu katika dini yako, uthibitishe moyo wangu katika kuielekea dini yako, uthibitishe moyo wangu katika kuipenda dini yako haya ni maneno ya Rasul alaihi salatu wassalam, anaomba thabat katika dini. Dini dini ndugu zangu katika imani ni jambo kubwa. Dini haitakikani kufanyiwa mzaha, dini haitakikani kuchezewa, dini haitakikani kufanyiwa istihza bali

kutokana na kufanya istihza katika dini. Dini, dini ndiyo asas, ndiyo msingi madhubuti ambayo maisha ya mtu binafsi na mujtamaa unaegemea katika dini. Ili jamii itengemae, ili jamii iongoze, lazima wafuate mifumo ya dini, utaratibu wa dini, miongozo ya dini. Ndani yake ustaarabu utapatikana, ndani yake furaha zitapatikana, ndani yake amani itapatikana, na hiyo kwa mtu binafsi na mujtamaa. watalaubu bihi na kuichezea hiyo dini

Pindi itakapoondoka dini katika maisha yako wewe, kijana, mzee, wanamke, tumzima sana, pindi dini itakapoondoka katika maisha yako, ni kitu gani kingine utaweza kufurahia wewe? Dini ndio imesha kuondoka imekwisha kuponyoka, yaani wewe sasa hauna tena maisha yaliyokuwa ya starehe yenye kumridhisha Allah tabaraka wa Taala: idha dhahaba ad-din, fa bi ayi shay'in tafrahu. Kama dini itaondoka katika maisha, kitu gani utakachofurahia? Leo dini ndiyo ya kuchezewa. Leo watu waimba miziki, wanatumia maneno ya dini, wanatumia

Tahadhari ndugu yangu, tahadhari ndugu yangu, kuchezea dini. Dini ni jambo kubwa, dini ni jambo ambalo mtume analiombea thabat katika moyo wake. Ukaona nabii alaihi salatu wasalam aombea thabat, basi sisi wengine min babi aula, bali tahadharisho kubwa zaidi, mtu anapoingia sasa mzaha mpaka

ambao wanaofanya mzaha uliopitiliza, ambao wanaofanya mchezo katika dini. Leo hii unakuta zile alama za dini ndio watu wavaa makanzu na wanacheza miziki, vilemba wanavaa, yaani kwa kutaja maneno mbalimbali ya Qurani sasa haya mambo hayatakikani kuzoeleka ndugu zangu, katika imani. Ni juu ya wale ahlul ilmi maduat wasimame kidete katika kutoa nasaha, katika kutahadharisha watu wasifanye mizaha katika din, dini ya Allah, ni jambo kubwa sana.